zako bado tuna ziamini Yesu, Mwokozi, Mungu wa kweli. Yesu, Mwokozi, Mungu wa neema. Yesu, Mwokozi, Mungu wa kweli. Jehova mokozikami bado tunakuamini sana, bado tunakuamini Jehova, Yesu, Jehova, Yesu Kuma, moto moto, amen, amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ibada hizi zinavyoendelea, kwani una, unaona kabisa isingekuwa hizi ibada, tungekuwa tumepoteana sana, nikiaza na mimi namna nilivyokuwa basi, una, unaona kabisa katika asilimia zote zilizopo zilizopita zilizopo na zitakazokuja, unaona kabisa ni ibada kwa mimi. Ninamshukuru Mungu sana. Bila kupoteza muda, karibu mwenye ushuda. Oh, okay. <laughs> mwenye wimbo, mwenye wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Chuma chuma, moto moto, lije lolote kwanza nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada, lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya maendeleo yangu, naendelea vizuri. namshukuru <laughs> namshukuru Mungu kumwona mtumishi Luhende kutoka Mazimbo. Nimebarikiwa sana sana sana sana, kwa sababu binafsi, moyo wake wa ibada na ufahamu, yaani na ufahamu sana, kwa sababu ukionaga picha ya baba ameweka inang'aa sana, siku zote ana anakuaga ni yeye anakuwa mengia ibadani hasa ukiangalia ni mtu wa ibada na tukiwa Mazimbo pia huwa anajua moyo wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kumuona yupo kwenye mazingira haya. Lakini pia namshukuru Mungu sana sana sana kwa ajili ya wimbo wa Dameli aliyoimba mnyunyizi, na ndio wimbo ambao nataka kuimba. Kwa sababu ni wimbo ambao binafsi umenifanya kwanza leo tu umenifanya nishi kwa wepesi. Ni wimbo ambao umenifanya ni nifanye ibada sana. Hivyo mimi nimshukuru sana kwa ajili ya wimbo huo sana kwamba ni wingu kiwango gani alikusanya ila basi, alikuwa amekusanya wingu kwa ajili yangu. Amen, karibu studio.

na kupenda Mungu, unayefanya mambo makubwa hata yale ambayo hatujawahi kuyatarajia, unafanya Bwana, na kupenda na kupenda Yesu, na kupenda, unafanya zaidi ya nionavyo Baba.

Mungu wa kweli, Ebeneza Bwana, Ebeneza Mungu wa neema. Ebeneza Mungu wa, wa milele yote Ebeneza Mungu uliye kweli Jehova, Yesu Bwana, Jehova Mungu wa kweli. Jehova Ebeneza Bwana Jehova Yesu. Basi karibu kila mwenye usuda. Haleluya, chuma chuma, lije lolote, amen, amen. Ah, basi na mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambaye Mungu ametupa neema tena ya kuwa mbele zake kwa ajili ya ibada, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya ibada zote ambazo zinaendelea hapa kambi kuu, lakini pia hata matawini kwa ajili ya usalama ama uwezo wa Mungu kuwafanya wazazi wetu ambao bado tunawasikia hata kama tuko nao hapa, lakini kwa sehemu kuwasikia tu, mi naona ni jambo la kumshukuru Mungu sana, Naam. Lakini pia nisiona na mengi sana, mimi nimepita tu hapa mbele kwa ajili ya, ya kushukuru kwa ajili ya <laughs> mtumishi Betha nanicheka, hapana <laughs> nilikuja kwa muda tu, lakini nafikiria kuanzia sasa ntakuwa na narejea kule kuwaona wananchi wenzangu ambao pia nimewaacha kule, kwa sababu bado amina, bado tuko tunajitafuta sana. Lakini pia nasema mimi hapa ni nyumbani, kwa hiyo muda wowote, hata ninavyosema naondoka, mimi siagi, kama naondoka nasema tu ni kwamba nafika tu mara moja kule, pia wako ndugu zetu kama ambavyo tuko hapa ndugu zetu, kwa hiyo itaniwia tu hivyo niweze kwenda kuwaona. Lakini pia nafurahi sana na nimejifunza sana kwa ajili ya kanisa kwa ujumla, lakini pia viongozi wetu wanaetuongoza akiwepo mtumishi wa Mungu Mwangosi hapa, mtumishi wa Mungu Mwebako, mtumishi Meri, mtumishi Alune na wengine wote ambao mmekuwa sehemu zetu kutuongoza kwa namna mbalimbali, tulipogusa vitu fulani hapa sio hivi, ama tunatakiwa tuende kwa njia hii ama kwa uelekeo huu, basi mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili hata ya vile ambavyo tumeonyesha unyenyekevu mkubwa kwa, yeah. Unajua ni kazi ngumu sana kumuongoza mwanadamu, hasa mtu ambaye anajua nini, kama ni mtu mzima yeah. Kumuongoza mtu hasa mwenye familia ama kumuongoza mtu ambaye tayari ana utashi wake, anajitegemea, anajua kutafuta mia mbili mia tatu akapata yeah. Akala, ni vigumu sana lakini kuwa tu chini ya viongozi hawa na kuwaheshimu. Kwa hivyo mimi binafsi nimejifunza mengi kiukweli kwa kipindi Man. ambacho hichi nimekuwepo hapa Sisemi kama ni kipindi kirefu, lakini kwa hizi siku chache nilizokuwepo, mimi binafsi nimejifunza mengi ndiyo, kwa umoja, kwa mtu mmoja mmoja, nidhamu, kuliana. Ah mimi kwa kweli na mengi ya kujifunza sana kabisa sana. E, ndugu zetu ambao walikuwa sehemu ya sisi, hasa tuliotoka maeneo ya mbali, kama, kama hivyo ama ile protokali ambayo ilikuwa tuko nayo hapa ndiyo, kwa ile mioyo yao tu, kwa mmoja mmoja kuna waliojihusisha moja kwa moja. E, kwa kuwa hata kwa kutuvisha kwa mavazi lakini pia hata kwa chakula, mi kweli sijapungukiwa sija na sijawa Amen. sehemu ya mali yangu ama sehemu ya mapato yangu kuhusika moja kwa moja kunilisha ama kunitunza kwa wakati wote ambao nilikuepo hapa, hapana, ni ule moyo wa mmoja mmoja ambao amehusika kwa sehemu yoyote. Hawa wengine kiukweli hawawi radhi kutajwa majina yao, lakini mimi naona Mungu wa mbinguni ambaye ameweza kuwa ku, kuonekana kupitia wao, kwa sababu nasema uzuri wa mtu anapotenda jambo jema kwa mtu mwingine, basi huyo ndio anakuwa ni Mungu moja kwa moja. Mimi nawashukuru Mungu sana, na mshukuru Mungu sana kwa ajili yao, ambao walijitoa kwa mali zao, kwa sehemu ya mapato yao ndiyo, kutushibisha sisi wengine ambao hatukuhusika kabisa. Mimi namshukuru Mungu sana, lakini pia nina la kujifunza kubwa sana. sana kabisa. Usione mtu akatoa sehemu ya mapato yake kukushibisha wewe, ndiyo, wewe jua, si kwamba na vingi Mtumishi Mwebako alisema jana kwa sehemu ya kwamba ile familia ya kule nyuma, basi kuna watu wanahusika, kuna watu wanahusika, lakini hii yote ni kanisa kwa ujumla. Lakini nisiwe na mengi sana ya kushukuru, mimi ni sema tu asanteni sana, lakini pia wakati ambao tuko nao bado natuhitaji sana kushikamana sana kama mtumishi wa Mungu aliona leo alisema kwamba tuzidi sana kulifanya kanisa kuwa na nia moja. Ndiyo. Kwenye kunia mamoja, kwa hiyo hautaona shida ya mwenzako kama ya kwake. Hapana, ile shida ya mwingine ukiona ni ya kwako, basi tutaona tu kupiga kwetu mbio kutatufikisha malengo ama lile kusudiwa halisi ambao tunaendelea kuhubiriwa na kusisitizwa katika maeneo kadha wa kadha. Kwa hiyo mi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya yote, lakini pia Mungu akitupa neema bado tutaendelea kuwepo. Yani mi siagi kama naondoka, mi nasema kwamba nakwenda tu kwa ajili ya kuwaona pia ndugu zetu wale, lakini mimi bado ni wa hapa. Amen. Amina, bwana, sio sana. Ah, amen. Amen. Amen. Binafsi pia namshukuru Mungu sana, ndio moja kwa afya yangu. Amen. Kwa namna ninavyoendelea, sikutarajia kwamba nitarudi katika hali hii ambayo niliyopo. Nilikuwa katika hali tete sana lakini, pia namshukuru sana Mungu kwa ushirikiano wenu na mioyo yenu ya faraja pia pamoja na maombi yenu. Uh, kwa ujumla nadhani wale ambao mliniona toka tangu na amia hapa, labda niseme hapa kambini, moja kwa moja najua mliniona hali ilikuwaje, lakini yeah. Mungu akubariki kwa wote yote uliohusika, lakini bado unaendelea tu kuhitaji msaada wako hali na mimi mwenyewe nikiendelea kujikazania humo humo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ah, la pili namshukuru sana kiongozi, Sema ah, na viongozi kwa ujumla lakini pia na kiongozi mtumishi Alex kwa utayari wake. Amen. Kwa ujumla kwamba kulikuwa na safari ya rula moja wapo ambayo ilikuwa imejitokeza ujumla, eh, ya ilikuwa mojawapo ambayo ambayo na mimi nilishinda kuikataa kwa ilikuwa ni shughuli nzito, kwa sababu nikawa nimeambiwa tu moja kwa moja kwamba tulishindwa nafasi moja mbili tatu, nakuomba sana nakuomba sana, sana, kwani hapa hapa kazini kwako wanakuhitaji, watoto wanakuhitaji, wanataka wajue hali yako. Kwa amemwandikia mkuu wa shule hivyo. Sasa na watoto wanaenda kwenye mtihani, kwa moja hapo ya kuondoa dukuduku itakuwa ni moja hapo, angalau ni solution ya kufika mahali hapa, ndio basi sikumkatalia mkuu wa shule, nikampa taarifa mkuu wangu hapo mtumishi Alex Mangosi. Ndiyo. Namshukuru sana na, eh, yani kadri alivyoongozwa na Roho wa Mungu tunaamini roho yupo lakini roho yupo Bwana sana. Eh, alivyoongozwa na Roho wa Mungu kwamba namfikishie taarifa hapa, basi na kusindikiza mtumishi. Lakini kwa jumla sisi na haja ya kutoa taarifa zaidi. Kilichotokea kule ni ripoti kubwa ambayo anayo yeye mwenyewe, pia hata waliofika mahali pale tulikuwa mimi mtumishi mhubiri na mtumishi John na mama Eze pale mtumishi Agata, sorry, mtumishi Agata lakini kwa ujumla eh, namshukuru sana Mungu na kwa ondoa watoto dukuduku kwa maswali yao mengi ambayo yalijibiwa na pasta Mwangosi Amen. Yani, eh, mimi nikabaki tu ni furaha tu, nibaki ni furaha tu. Lakini bado nilikuwa najifikiria kwamba ni kitu gani zaidi ambacho mpaka wamenihitaji nifike hapo ndio na muda fulani wangali wakieleza kuna mwalimu mmoja, akasema, ah watu, bwana, ah watu, ni watu wa maombi sana, tunawafahamu ndio maana mpaka tumewakalisha huko ndani tunafahamu mm. mchungaji wao sitamtaja jina hapa, si nini, akaeleza pale, tunamfahamu sana, tumeanza kumfuatilia sana tangu huyu amefika hapa. Mwalimu huyu tumeanza kumfuatilia sana, akajieleza pale, lakini kwa ujumla na sisi tungali hivyo, sisi sasa hatuna cha kikawa kipo cha kueleza zaidi zaidi ya tumaini letu kwa Mungu na zaidi neno ambalo labda kwa mkuu yeye alinipa tu kwamba bwana, nashukuru sana lakini, pia na nikawa nimejifunza kitu kimoja kwamba mimi nilikuwa sijui, mimi kajua ni sehemu tu ya kazi, lakini kumbe kuna sehemu uh, anaichukua na wanafunzi na, na, na, nao wanaichukua wanaitumia, yaani wanaifanyia kazi. Mimi pale ni kiongozi wa mazingira pia ni mwalimu wa hesabu mahali pale, pia ni mwalimu msaidizi wa, okay. wa chakula. Sasa kwa ujumla, sasa najua walimu, wanafunzi wote ambao mseme, ambao mmepitia shuleni mwalimu wa hesabu, mnajua mnavyompenda sindio <coughs> <Yeah>? ah, najua <coughs> eh, ah, okay. na, sasa Amen. Basi haina shida, kwa, kwa ujumla kwamba hivi mwalimu wa hesabu mara nyingi huwa hawapendwi, na ni kweli, na huwa tunalazimisha kwa sababu ni somo la lazima, mtoto afaulu, unang'ang'ania na mtoto naye hataki, sasa lazima uwalazimishe. Sasa hasa wao wenyewe nao kuniita kwamba niende, ikawa ni kitu cha ajabu. Lakini mkuu wa shule pia akawa ametoa, akasema hivi, yaani tangu mwalimu amefika hapa, mwalimu wao chakula, hawajawahi kosa chakula. Maana kumbe hapo nyuma walikuwa nakosa chakula. Sasa mimi mara nyingi kama niko zam na hata kama sipo zam, mwenzangu ameshikilia zam, lakini mchaka, mchaka wa chakula nao kuepo pale kungangania, nikiona kuna vurugu afu mwalimu yeye ameshaondoka, mimi kuwapanga vizuri, kuendelea kula pale wakila salama, basi kumbe ilikuwa ni faraja kwao. Mimi sikuwa sijui hilo kitu, mimi nilikuwa na, na, watu kwamba ni utaratibu ni wajibu wangu kama mfanyakazi mahali pale. Ndiyo. Lakini tangu mefika pia pale ni jambo moja wapo pia nitagawanya mazingira mwalimu wa mazingira. Lakini kila mwanafunzi pale ana yani, e, nisema kwa swala kujisomea, huwa ni yeye mwenyewe kwa muda wake anaotaka, basi anajipangia muda gani ambao kulingana na ratiba itakavyomuongoza akajisomee. Sasa swala mazingira ilikuwa na vuruga sana, muda mwingine nakuta ni muda wa mtu binafsi kujisomea, lakini kuna maeneo machafu, lakini kuna baadhi wachache tu walifanya uzembe kwa kwa jumla, mimi nilifika nikawa nimegawa, kila mtu ana eneo lake ambalo anafanyia usafi, na endapo atakuwa anaumwa basi majirani mnaomzunguka, nyinyi ndio mtakao wajibika ni kuta eneo lao chafu basi. Kwa mtoto unakuta hata kama amewaya asubuhi, anataka wai saa kumi na moja au asubuhi pale amewaya sana, akafanya eneo lake likawa safi, akaendea kuji, kujiandaa kuingia darasani, kwa anakuwa abuguziwi sana. Kwa hiyo anasubiri tu labda kuingia kingia darasani aingie. Kwa na kuwa kumbe katika harakati hizo pia ilikuwa imesaidia hilo swala. Kwa mimi ilikuwa sijui kana kwamba ni ni kiroho, kumbe, ni kiroho kumbe na chenye ni kiroho sana. Amen. Namshukuru sana Mungu katika hayo na mengi zaidi nadhani naan uh, kiongozi wangu sema, kama ripoti atakuwa anao yeye mwenyewe, kwa vile wasemaga pia utoe ripoti kwa kiongozi wako. Basi kiongozi yeye mwenyewe atakuwa alijifunza kitu pale gani ambacho eh, Amen. Mungu awabariki na shukrani. Amen, amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. E, ukweli nianzie tu hapo pa mtumishi wa Mungu Dani. Ndio. Mwalimu wa hesabu apendwi ila huyu ni mwalimu anapendwa huenda kuliko walimu wengine. Ndio. Yani, kwa sababu mtumishi wa Mungu mhubiri yuko hapa, mama Eze yuko pale, tulivyofika tu pale yani watoto wote walitoka madarasani, walisimama milango, shughuli zilisimama Ndio. Yani ni wamemwona mwalimu wao, lakini kila mtu anaona walau akimgusa wa mwalimu ndio walau atakuwa wa anajiona amemsalimia mwalimu. Kwa ni kitu fulani ambacho binafsi niliona na wakati fulani tukiwa pale nje, niliona alikuwa anawasemesha form 2 lakini form 4, yani ni kama walikuwa wanaona wivu, wakawa wanajikuta na wenyewe ni kama wanadakia, lakini alikuwa anawasemesha ni wale form 2. Kwa kimsingi, mimi nimeona ni kama kuna aina ya maisha mtu anaweza akaishi na, na akakubalika akapendwa na. na zaidi sana hata anapozungumzia kwamba ni mwalimu wa mazingira ndio ha, mazingira yako rooni kweli yako rohoni sana, yaani kwamba, tulivyoyaona kwa mimi nilivyo yaona akisema ni mwalimu wa mazingira, basi unaona ana haki, yani hata maombi anayoomba ibada anazofanya zina maana. Amen. Lakini pia kitu kingine ni, ni vigumu sana. Mara nyingi tunasema mwalimu ni mlezi ndiyo, ni mlezi, lakini ni vigumu sana kwa sasa kukuta mwalimu ambaye ni mlezi lakini niliona watoto ambao wanaona wanaongea na baba yao. Ndio, hicho ni kitu ambacho mimi pia nilikuwa naona ni sehemu ya, ni vigumu sana sasa hivi. Zamani na hata kwenye taaluma tulikuwa tunasoma, anatuambia kwamba mwalimu ndiye anaaminiwa kuliko hata mzazi, yani mwalimu shuleni anaaminiwa kuliko mzazi. Kwamba wewe mzazi, kajaribu siku moja, anza kumfundisha mtoto mmoja ongeza moja. Moja ni kweli kabisa, ndiyo. Najua hata kwambia kwamba mwalimu afundishaje hivyo bwana. Yaani yeye anamwamini ya mwalimu wake alichosema mwalimu ndio ukweli. Ndio. Lakini niliona hii kitu kwa mtumishi wa Mungu Dani na mengineyo tu, kwa ujumla yote yaliyoendelea, mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya, ya kazi yake na ushuhuda alionao kazini. Amen. Na kwa sababu hata watumishi wenzie niliona wanavyoonyesha furaha kubwa kumwona, lakini naikumbuka siku ile aliyopata ajali ile ya kwanza mimi nilienda pale.